Wakizungumza na Clouds, baadhi ya wafanyabiashara hao wamesema viongozi wamewaamuru kuhama katika eneo la mnada na kwenda kwenye eneo hilo la viwanja vya nane nane ambalo bado halijawa na miundombinu rafiki kwa biashara zao. Ni kweli huku kutuhamisha hatukukubaliana na hata kama tulikubaliana, serikali au manispaa walitumia nguvu pasipo kutufata sisi, kutuambia hata kuweka tu kikao. Tunaomba mtutengenezee nini mazingira, bara barabara hamna sehemu ya kupaki magari hamna. Hapaeleweki kwamba hapa, hapa pakuuza nyama, hapa pakuuza nini, uani mpaka saizi hatuna. Ukitaka kujisaidia saizi ni kuomba kwa watu. Tuletewa mabango kwamba wanabomoa, hatutaki tukae kule. Kwa upande wake msimamizi wa mnada huo wa Upili ulio chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi Fredi Senyangwa amesema awali waliweka utaratibu rafiki kwa wafanyabiashara hao kabla ya halmashauri kuja na mkakati mwingine uliochochea kilio hicho. Taaruki imetokea na hii imeniathiri pakubwa sana, kwa sababu mpaka sasa hivi nikiangalia kwenye mfumo wangu yani Imeshi, imeshi. Hata hivyo, tumezungumza na mstahiki meya wa manispaa ya Tabora, Ramadhani Kapela, kwa njia ya simu kupata ufafanuzi juu ya sakata hilo ambapo wamesema zoezi hilo ni sehemu ya mikakati iliyowekwa na halmashauri hiyo. Kama manispaa sisi, mpango wetu tulikwenda kwenye jiji. Huwezi kwenda kwenye jiji wakati bado kuna vibanda vya nyasi katikati ya mji. Wameshakaa na mkurugenzi, wameshakuja ofisini kwangu zaidi ya mara mbili, wameshakaa na afisa kilimo na mifugo, tumesha kubaliana na kukubaliana. Ikifika kiangazi, wanasema masika; ikifika masika, wanasema kiangazi. Kutoka hapa kwenye eneo hili la mnada wa upili katika kata ya Ipuli, halmashauri ya manispaa ya Tabora, hii ni ripoti ya binamu muungwana Hussein Mshenga wa Clouds TV.